Sa. Kocha uh, Matola habari za wakati huu, na tuambie hali halisi ya kikosi ikoje tangu mmewasili hapa na maandalizi yenu kwa ujumla yakoje kuelekea kuwa kabili Singida Black Stars kwenye mchezo wa nusu fainali hapo kesho? Kwa kweli, kwanza tunamshukuru Mungu, tunamshukuru Mungu. Eli hali ya kikosi kiko vizuri kabisa baada ya mechi yetu ya mwisho. Kizuri zaidi ni kwamba hatuna injari, wachezaji wote wako salama na wote tulifika salama katika mji wa Babati, na tuko tayari kwa ajili ya mechi ya nusu fainali kesho. Tunajua haitakuwa mechi rahisi, lakini lengo letu ni kucheza fainali. Kwa hiyo pamoja na ugumu wa mechi utakao kuwepo, lazima tupate matokeo kwa kwenda kucheza fainali. Ngumu kiasi gani kwenu kuwakabili timu ambayo mmetoka kucheza nao siku tatu tu zilizopita na mkashinda bao moja kwa bila, lakini kesho ni mechi nyingine tena kwenye mashindano mengine tofauti? Ni ngumu, ni kweli. Ukiangalia mechi baada ya siku mbili, tumetoka kucheza nao na tuliweza kuweza kushinda kwa goli moja, tunakuja kukutana nao tena katika mechi ya nusu finali. Mchezo wa kesho ni mchezo tofauti kabisa na mchezo uliopita. Mchezo uliopita ulikuwa ni mchezo wa kutafuta pointi tatu muhimu. Lakini mchezo wa kesho ni mchezo wa mtoano wa kwenda katika finali. Kwa hiyo ni mchezo ambao utakuwa na approach tofauti kabisa na mchezo uliopita. Lakini tunaheshimu Singida wana timu nzuri, wana wachezaji wazuri pamoja na ubora wao tunak kushinda na kwenda katika hatua ya fainali. Waandishi wenzangu karibu. Asante mwalimu. Um, ndani ya siku <coughs> saba mechi tatu ambazo zina uzito wa hali ya juu kwa maana tangu tarehe 25, tarehe 28, kesho tarehe 31 ni siku saba ambazo zimekamilika. Na mechi zote ni mechi za kimaamuzi. Tumeona kwenye mechi mbili ambazo zimepita kufanya rotation yote kwenye kikosi cha kwanza. Mechi ya kesho pia ni mechi nyingine ngumu. Tutegemee kuona mabadiliko ya wachezaji ndani ya kiwanja lakini pia msimu umetueleza kwamba mpo katika ujenzi wa timu, katika ujenzi wenu wa timu tunaona mmefika mbali zaidi kwa maana ya mpaka hapo hizi ambazo mmefika nusu finali kuelekea finali. Ya, ya, ya ni kweli kama ulivyosema kwamba ratiba ngumu ndani ya mechi ya siku saba, mechi tatu, na siku zote nimesema kwamba hakuna mwalimu ambaye anaipenda ratiba ya namna hiyo, lakini ndio hivyo. Kwa hiyo tumeamua kuifuata swala so la, la rotation ni swala so la, la maamuzi ya benchi la ufundi. Kitu kizuri kwetu sisi ni kwamba kila mchezaji yuko vizuri na kila mchezaji yuko kambini kama nilivyosema, na wote tuko hapa. Kwa hiyo tuna mazoezi ya mwisho leo kabla ya mchezo wa kesho, kwa hiyo benchi la ufundi litaamua ni nani ambaye atakayekuwa katika katika mchezo wa kesho. Swali lingine kwa kocha, nafikiri tumeridhisha na majibu yake. Coach, tunakuja kucheza kwenye uwanja wa Tanzania Kora, ambao katika mechi ambayo mmewahi kucheza hapa mlitoa suluhu pengine hii inawapa picha gani? Kesho mnakwenda kucheza na eh, Singida Black Stars yenye wachezaji wenye majina makubwa kwenye ligi, lakini pia kwenye michuano mingine wanafanya eh, wame wametoa upinzani mkali kama ambavyo mechi a iliyopita. Si tunashukuru kwanza, tunakuja kucheza katika mji ambao sio wageni tena, kwa sababu tayari tunacheza katika picha ambayo tumetoka kucheza katika katika mzunguko wa pili wa ligi, kwa hiyo si so, wageni wapichii tumekuja katika sema ambayo tunaitambua. tuna nimeshasema toka mwanzo jamani, Singida ni timu nzuri, ni timu ambayo inasajili nzuri kama ulivyoniambia. Kwa hiyo sisi tunasema pamoja na ubora wao na uzuri wao tumejipanga na tumejiandaa kuhakikisha kesho tunashinda na kuingia fainali kwenye ligi nafasi nzuri, na sasa mpo nusu fainali. Pengine e, nini malengo makubwa ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kama Simba hasa katika shindano hili la e, CRB, CRB Federation Cup? Ya ni kweli kama swali so, lako nafikiri linakuja pamoja na e, mwandishi mmoja aliuliza hapa kwamba tunajenga timu tunakwenda kwenye ubingwa. Kwa kweli tulikuwa tunajenga timu msimuuu, lakini malengo yetu pamoja na kujenga timu benchi na wachezaji, tujiwekea malengo kwamba lazima kuhakikisha tunapambana kupata matu, kupata makombe haya matatu, lakini tayari mmoja tumekwisha lipoteza na tumepoteza katika ya finali, lakini tu bado tuko katika resi ya NBC league na tunaendelea vizuri, na leo hii tunatafuta ile njia ambayo kwenda kutafuta ubingwa wetu katika ile kombe la tatu tulilolisema. Kwa hiyo tumejipanga kuhakikisha basi, tumeyakosa tumekosa moja basi, haya mawili yaliyobaki tuweze kuyapata, na sio kazi rahisi, lakini tumejipanga, pamoja na ugumu utakaokuwepo, tuhakikishe tunayapata haya yaliyobaki mawili.